Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Njiwa Media, tunakukaribisha kwenye kipindi cha kumi na tano za Injili katika studio yetu iliyopo hapa Rungwe Misheni. 15 za Injili, mimi jina langu naitwa Mchungaji Furaha ambumburuishi Mtafya, ninatumika katika ushirika wa Rungwe Misheni. Nikukaribishe kwenye kipindi hiki cha neno la Mungu ambacho kimeandaliwa na studio hizi za Njiwa Media. Basi nitaenda kusoma neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya tisa, ntaanzia mstari wa kumi na saba ntaanzia mstari wa kumi mpaka ule wa kumi na nane. Basi naomba nisome neno la Mungu kama lilivyoandikwa. Basi palikuwepo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana kamwambia katika maono Anania, akasema mimi hapa Bwana. Bwana kamwambia simama uende zako katika njia iitwayo nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wataso maana, angalia, anaomba, naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu Bwana, nimesikia habari za mtu huyo kwa watu wengi, mabaya mengi aliyoyatenda, aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani awafunge wote wa kuitiao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli, maana nitamwonyesha yaliyo mengi ya mpasayo kuteswa kwa ajili ya jina langu. Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, Ndugu Sauli, Bwana amenituma, Yesu yeye aliyekutokea katika njia uliyoijia, upate kuona tena kajazwe Roho Mtakatifu. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba akapata kuona akasimama, akabatizwa. Naomba tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu aliye hai, tunakushukuru, uliyetupa kibali na nafasi ya kusikia neno lako Bwana. Tuzibwe masikio yetu, tupate kusikia neno lako lililo la kweli, ili lituponye na kutubadilisha kutoka maisha tunayoishi kwenda katika maisha ya kupendezayo kwa jina lako Yesu ninaomba na kuamini ameni. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa kipindi cha 15 za Injili katika studio yetu ya Njiwa Media, maneno niliyosoma yanamuhusu mtu mmoja anaitwa Sauli ambaye baadaye aliitwa Paulo baada ya kupokea mabadiliko kutoka kwa Bwana. Tazama, alikuwa amebeba barua alizoandikiwa na makuhani, ili akawakamate wale watu ambao wameliamini jina la Yesu na kulitia jina la Bwana. Lakini maneno ya Mungu yanasema alipokuwa kisafiri kwa njia ya farasi, ghafra nuru ikamulika, akaanguka chini na hakuweza kuona tena. Baada ya hapo akakokotwa na wale waliokuwa anamsindikiza akishikwa mkono, ndipo akawekwa kwenye nyumba aliyokuwa amepumzika. Akiwa huko, akiwa naomba sana, ndipo akaambiwa kwamba aende kwa mtu anayeitwa Anania ili akamwombee. Basi akaondoka, wakampeleka kwa Anania. Ndipo tulipoanzia kwamba Anania aliposikia Bwana anamwambia katika maono akajitetea, kwamba "Bwana, nimesikia habari za huyo mtu kwamba nawatesa watu wako, na mpaka sasa ana barua za kuja kuwakamata watakatifu wako." Ndipo Bwana akamwambia Anania, "Enenda, kwa maana huyo nimemtau, nimemteua, ni chombo changu kiteule, atateswa mengi na atanitumikia kwa kadiri nipendavyo." Lakini mtazamaji na msikilizaji tunataka tujifunze nini kwa habari za Paulo ambaye alikuwa anaitwa Sauli? Yeye wakati ule alijiona kwamba yuko kwenye haki, alikuwa ameshika sheria za Kiyahudi, kwa hiyo kila mtu aliyelitaja jina la Yesu alionekana ni adui kwake, lakini yeye alijiona yuko kwenye haki, ndipo akawa anatafuta kila mahali hao watu wanaoliitia jina la Bwana na walioliamini jina la Yesu na waliokolewa na Yesu, apate kuwafunga. Lakini Mungu anamwambia kwamba nenda, kamuombe Sauli. Anamtuma Anania apate kuona tena. Utajiuliza maswali kwamba Paulo au Sauli alikuwa haoni. Alikuwa naona kwa jinsi ya kwake anavyojitazama yeye, lakini sivyo kama Mungu unavyotazama ndipo alipopigwa na nuru ya Yesu Kristo, ili kila anachokiona kifutike, ipate kuja kile ambacho Mungu anataka Paulo awe anakiona. Pale mwisho tunaambiwa kwamba alipofika pale, aliombewa, aliwekewa mikono, akajazwa Roho Mtakatifu, vikadondoka vitu kama magamba kutoka kwenye macho yake. Vilipodondoka ndipo alipojaa nguvu ya Roho Mtakatifu, akaanza kuona mengine ambayo hajawahi kuona, akafumbuliwa macho yake apate kuona. Ndipo akaanza kuitangaza injili ya ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hata vitabu vingi ambavyo tunavisoma vimeandikwa na Paulo, kwa sababu sasa anaanza kuona kile ambacho Mungu anahitaji akione. Bwana Yesu asifiwe! Mwanakondoo ameshinda. Watu wengi tumekuwa Wakristo, tumeendelea kufanya ibada, tumeendelea kuhudhuria vipindi mbalimbali, lakini tumekuwa hatuoni upande wa Mungu vile tunavyoona sisi. Tunavyoimba, tunavyotoa sadaka, tunafikiri tunaona, kumbe iko haja Mungu atufundishe kuona, atufumbue macho tupate kuona. Tunavyofikiri tunaona, kumbe hatuoni. Ndipo tutakumbuka katika kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ya tisa mstari wa 35 mpaka 41. Yesu alipomponya yule aliyezaliwa hali ya kipu, ya upofu, baadaye walipogundua kwamba ni Yesu amemponya, wa wakamuuliza wale mafarisayo na Wayahudi, akasema mimi nimekuja ili wale wanaoona wasione na wale wanao wasioona wapate kuona, kwa maana Yesu ni nuru, amekuja kufungua wale walio vipofu ili wapate kuona. Na mafarisayo walishituka, wakasema, Bwana, ina maana sisi hatuoni? Yesu akasema, kwa kuwa mnasema tunaona, dhambi yenu inakaa. Na kama mnataka kuona, basi liamini jina la Bwana. Na ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ile ya tatu mstari wa kumi na saba na kumi na tisa inasema, wewe unajifanya kwamba ni tajiri, una nguvu, umejitajirisha katika mambo yote, lakini sikia neno la Bwana. Anasema wewe ni uchi na maskini na kipofu. Anasema ninakushauri uje kwangu nipate kukupa dawa ya kupaka macho yako upate kuona. Tazamaji na msikilizaji wangu, ajenda kubwa ya kumi na tano za Injili nipate kuona tena au upate kuona tena. Unavyojidhani unaona kumbe hauoni, ndiyo maana unafanya dhambi unavyopenda, unafikiri kwamba ni sahihi. Kila maneno unayoongea unavyosengenya watu unafikiri uko sahihi, kumbe ni kwa sababu huoni. Hata unafurahi unachekelea unapofanya dhambi unazozifanya ni kwa sababu hauoni lakini huruma ya Yesu anasema njoo, ili apate kukupaka dawa ya macho upate kuona tena. Alipommulika Sauli, Sauli alifunikwa mambo ya dhambi, akaanza kuona ya utukufu wa Mungu, akaanza kuona kusudi la Mungu, akaanza kuihubiri kweli ya Mungu. Mtumishi wa Mungu, acha mambo unayo yafanya, liamini jina la Bwana, upate kufumbuliwa macho, upate kuvaa miwani ambayo haionekani. Ni Yesu mwenyewe atakayekuvalisha. Bwana Yesu asifiwe, mwana kondoo ameshinda. Mtumishi wa Mungu, nikualike tena. Hata kama ulizoea kwenda kanisani, ulizoea kusikiliza neno la Mungu kwa mazoea, unahitaji kuona, unahitaji kumwamini Yesu. ndiye aliye na uwezo wa kufumbua macho upate kuona ndiye aliye na uwezo wa kukufumbua macho ya rohoni upate kuona. Maana haya macho ya nje yanaweza kuviona hata ambavyo havifai, unavyoweza kuvifurahia, unavyoweza kuona kwamba vinatamanika, lakini kumbe sivyo. Mtazamaji, mgeukie mge Bwana Yesu, yeye ambaye ni nuru ya ulimwengu. Anajisema kwenye neno lake kwamba yeye ni nuru ya ulimwengu. Wewe unapotembea katika ulimwengu huu tunatembea kwenye giza ambalo giza limefunikwa na dhambi. Dhambi ilipoingia ikatengeneza giza kwa mwanadamu. Lakini sasa Yesu amekuja aliye nuru ya ulimwengu anamfungua macho kila naye muamini. Tanza kuona njozi njema, tanza kuona matendo mema, tanza kuona ufunuo wa Kristo ndani yako, tanza kuona mapenzi ya Mungu ndani yako utaanza kuona neema ya mungu ndani yako macho yako yakifumbuka bwana yesu asifiwe mwana kondoo ameshinda katika jina la yesu tumishi wa mungu mwamini yesu aliye hai mwamini yesu ambaye ana dawa aliyemfumbua macho sauli ndiye anayeweza kukufumbua na wewe kama wewe una elimu ujue kwamba bado unapoishi maisha ya dhambi wewe ni kipofu wewe hauoni, hata kama una cheo cha kuheshimika sana bado huwezi kuwa unaona, kwa sababu Yesu peke yake ndiye anayetufumbulia kuona yale yaliyo mema, na huwezi kutenda mema yoyote ukiwa nje ya Yesu. Huwezi kutenda kama Paulo ambaye ni Sauli alivyokuwa, amevaa amri za Mungu, anatembea na sheria za Mungu, lakini amemkataa Yesu, akafikiria naona kumbe yuko nje ya kusudi la Mungu. Mungu akusaidie wa mtazamaji wangu, badilisha maisha yako. Huwezi kujibadilisha mwenyewe, mwamini Yesu anayebadilisha maisha ya watu. Aliyembadilisha Sauli akaitwa baadaye Paulo anaweza akakubadilisha wewe. Unapoanza kuona, unaanza kuitwa mwana wa Mungu. Huitwi tena mwana wa Ibilishi wala mwana wa Shetani, lakini unaanza kuitwa mwana wa Mungu kwa sababu naona kile ambacho Mungu amekukusudia kwamba ukione, utaota ndoto njema. Ndoto mbaya za kukimbizwa na wanyama usiku, ndoto za kuona unakula vitu ambavyo havihitajiki kula usiku, vitabadilika. Utaanza kula neno la Mungu, utaanza kuona nyimbo za malaika wakiimba pamoja nawe katika ndoto. Badilisha maisha yako, mwamini Yesu. Yuko tayari kukupokea na kukubadilisha, kwa maana alilipa gharama zote. Wewe kikazi ni kumwamini tu, wala hakuna gharama yoyote, kama vile watu wanavyoingia kwenye kumbi za sherehe na kwenye kumbi na kwenye viwanja vya mpira kwa kulipia gharama. Lakini Yesu ameweka mlango wazi kwa kila mtu anayetaka kuingia kwake apate kuona, atasafishwa na yeye atapokea neema. Mungu akusaidie mtumishi wa Mungu kulitendea kazi neno hili ili likusaidie. Sante msikilizaji wangu, naomba niombe. Baba Mungu uliye katika jina la Yesu, sante kwa sababu umeliachilia neno lako, sante kwa sababu mtazamaji na msikilizaji amekusikiliza wewe uliye nuru ya kweli. Mbariki Mungu wangu, apate kukuamini, apate kutoka kwenye giza, aingie kwenye nuru ambayo Mungu uliokusudia ulimwengu wote. Sante Yesu kwa sababu umeliachilia neno lako, nalo haliwezi kurudi kule, litamgusa kila ambayo imelishikia katika jina lako Yesu ninaomba na kuamini, ameni.